Time for a change. Stand with the earth. Let's rearrange. So, huo ni baadhi ya mashairi ambayo nimeyatumia kwa ajili ya huo wimbo, na watakutana nao, tutaupeleka mtaani tukizungumzaga kwamba iko siku ntabadilisha dunia. Watu wanakuwa tunawaza mambo mengi, au wanatania au wanene, mimi ni mmoja wa vijana ambao ndoto kubwa sana ya kubadilisha. Dunia, kuelekea kwenye usahihi zaidi aa, kutimiza malengo, ninaamini vijana wote kwa ujumla, tukiungana, tunaweza tukafanya mambo makubwa sana. Tunaungana kwa pamoja kuendelea kuonesha kazi kubwa ya mazingira ambayo tunaweza tukaifanya, na nimekuwa nikiona kwa muda mrefu sana vijana wengi wenye uwezo mkubwa, wenye akili, wenye mawazo, ndoto kubwa, ambao wanatamani kuona tukifanikiwa kubadilisha mazingira yetu. Kwa kijana kama mimi kupata nafasi hii ni wao, sio mimi peke yangu. Nina niko mbele, lakini wao ndio ambaye na, na, na, nimesimama kwa niaba yao kwa ajili ya hichi kitu. Lakini kama msanii pia msanii wa hip hop, msanii kutokea Tanzania najisikia faraja kubwa sana kwamba sanaa inaweza ikawa ni moja ya chachu za mabadiliko makubwa ya kidunia.